Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Tunajuzana yote ambayo yamejiri Gaza siku ya leo ambapo rasmi sasa mapigano yameanza upya kufuatia usitishwaji ambao haujaweza kudumu kwa muda mrefu kati ya Hamas pamoja na Israel ambapo Wapalestina wasiopungua kumi na tatu wameuawa katika mashambulizi mapya ya anga ya Israel yaliyotekelezwa katika maeneo ya katikati mwa ukanda wa Gaza wakiwemo Yahya al-Mabhouh kamanda wa kikosi maalum cha Hamas katika brigedi ya Jabalia. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya kitabibu vya wenyeji, daktari katika hospitali ya Al Aksa alisema mili tisa na majeruhi kadhaa ililetwa hospitalini baada tatu ya mashambulizi matatu tofauti yaliyolenga kahawa ndogo ya ufukweni iliyokuwa ndani ya hema katika eneo la Al Zawaida, mji tulivu ulioko katikati mwa Der el Balah na Khan Yunus pamoja na jengo lililoko katika kambi ya wakimbizi ya Nusurati. Mashuhuda waliliambia shirika la habari la BBC kuwa mipira mikubwa ya moto na moshi mzito vilionekana vikiongezeka angani usiku, vikimulika pwani nzima. Sauti za milipuko mikubwa ya pili zilisikia katika eneo lote, huku magari ya wagonjwa na timu za uokoaji zikikimbia kuelekea eneo la tukio. Wengi wa waliouawa katika shambulio la al Zawaida walikuwa wapiganaji wa brigade za al Kasam wa Hamas ambao inadaiwa walikuwa kwenye kikao ndani ya hema hilo wakati kombora lilipopiga. Miongoni mwa waliouawa ni Yahya al Mabhouh, kamanda mwandamizi wa vikosi maalum vya Hamas ambaye kifo chake kinachukuliwa mo, kama moja ya pigo kubwa zaidi kwa kundi hilo tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yalipoanza. Jeshi la Israel limeweza kutekeleza mashambulizi, ikidai kwamba Hamas ndiyo walikuwa wa kwanza kuweza kuvunja utaratibu wa kuweza kusitishwa mapigano katika ukanda wa Gaza. Lakini vilevile jeshi la Israel limeweza kujibu vikali mashambulizi hayo kwa kuweza kushambulia na kusababisha sasa idadi mpya ya vifo kuanza kuhesabiwa kufuatia mashambulizi ambayo yameanza kutokea tangu tu vita viweze kusitishwa katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji, nitakuletea yote ambayo yanajiri huko Gaza na maeneo mengine kote ambako rasmi sasa vita vimeanza tena katika ukanda wa Gaza, huku hofu ikizidi kuongezeka na hali ya taharuki ikizidi kupanda katika ukanda wa mashariki ya kati. Jina langu naitwa Victor Moshi, na hii ni Zone Media.